Olake hakuna anayeweza kusuia, ndio maana hata mtani anajua vizuri. Angafika ndugu yangu, kama kawaida, vijana wamekaa na sisi, tunajua tutawakalisha. Kwa nini? Naomba nitoe sababu za msingi zinazofanya tuwakalishe, ndio awa walivyoona sisi. Kuna timu moja ambayo tulicheza nayo ndio Warabuni ikatufunga goli tatu tukaja hapo tukaifunga goli nne au, pia kuna timu nyingine tukaenda kusana na Labuni tena kwa msimu mwingine ikatufunga kule goli moja. Ilikuwa jukumu letu sisi kutafuta goli moja hapa ili tufaulu, tukakosa matokeo. Sasa wakati tukariri kwamba hawa wameshazoea kukosa matokeo, wamesahau kwa Mbaro Sidadi alikuja hapa akakaa, haikuwa kazi ndogo kumpiga mtu goli nne bila kipindi hicho alikuwa ni wenye mashahidi mnatukumbuka. Point yangu ni ile ya kujivunia Yanga, ikitaka jambo lake hakuna anayeweza kuzuia. Ndio maana hata mtani anajua vizuri, Yanga afika kabla ya mchezo alibwata sana, ya poto alileta sana dharau dharau, azile dharau si za kuambukizwa. Unajua, hata Simba mimi nasema Simba na mtani wa Simba kwa sababu wao nao na Yanga, japokuwa wazetu wengine wanaongea kwa fumbo mm, wanaita makole wanaita viola mm, wanaita yeah. Mimi nasema Simba kwa sababu mimi ni mtani wow. Yeah. Naongea kwa ujasiri sawa. Simba Sports Club klab ii inaijua Yanga vizuri Yanga inapotaka matokeo kwa Simba inafanikiwa kwa hiyo Simba inawezekana wamewatia jauri wale kwamba zamani mkija huku kwa watani wetu wapijani kelele tutambieni watokaneni anik shughuli wameiona likuwa nawaambia bado bado muda, yeah. muda. Yeah. sawa sawasawa na dakika arobaini na tano zilitumika kule Malawi na dakika arobaini na tano ndio hizi hapa, lakini hiyo ni kisomi zaidi, lakini ni kweli walipata ushindi kwao, na sisi tumepata ushindi kwetu. Sisi tunajidai kwa sababu moja kwa moja tunaingia hapa, sio ya maandishi yanaonekana, au vipi? Ah, tumefanya sisi, tumesema tunaingia makundi, wenzetu wametaka sisi tusiingie makundi, lakini jitihada zilizofanyika, oh, wanaingizwa watu bure, wanashangaa leo Yanga Afrika kuingiza watu bure wasamsahaukaa na mbele za aki wale msahau kwa maana yeye wao kuingiza watu bure oh, watu waliaidiwa na ubabwa sio, naambiaje? Yanga Afrika ni tajiri yani, nataka mfano katika, katika nchi yetu katika vilabu vikubwa vya vilabu venye hela nyingi wenye uwezo wa kumiliki na kuamiliki wa viongozi vizuri katika misingi inayopendeza Yanga Afrika ni namba moja, haina lomo. Asante.